Serikali kupitia Tume ya Taifa ya Umwagiliaji imeweka mpango wa muda mrefu wa kuchimba visima vitakavyohudumia wakulima zaidi ya 150 kwa kila halmashauri hapa nchini. Lengo la visima hivi ni kupambana na mabadiliko ya tabia nchi ikiwemo ukame ili kuongeza uzalishaji wa mazao kwa wakulima wadogo kupitia kilimo cha umwagiliaji. Katika kutekeleza azma hiyo, tume imepanga kuchimba visima 1300 katika mikoa 25 nchini katika mwaka wa fedha 2024 2025. Tayari utekelezaji huo umeanza katika shamba lenye ukubwa wa hekari 1500 la mradi wa Jenga Kesho Iliyobora BBT lililopo Chinangali mkoani Dodoma, kwa tume kuchimba visima 29 vitakavyosaidia upatikanaji wa maji muda wote kwa vijana wanaotekeleza mradi huo. Naingia mradi huo pia unakwenda kutekelezwa katika eneo la Ndogowe lililopo mkoani humo ambako visima 40 vinatarajiwa kwenda kuchimbwa na Tume ya Taifa ya Umwagiliaji kupitia mradi huo. Tukimaliza Chinangali hapa tumesema visima 29. Tuna visima kumi na ngapi? 40. Visima 40 Ndogowe, kwa hiyo tukimaliza hapa mashine zote zinahamia uh, zinahamia Ndogowe. Kwa taarifa yako ni kwamba kuna mashine mbili ambazo tulizinunua kabla, kwa hiyo Ndogowe tutapeka mashine tisa jumla kabla zile zijafika visima 40. Tunapeka tunapega mitambo yote kwa wakati mmoja ili tuweze kufanya kazi kwa muda mfupi na kuweza kuhama kwenda sehemu nyingine. Ifahamike kuwa mradi huu unatekelezwa kwenye mashamba na sio makazi. Lengo ni kuongeza tija katika upatikanaji wa mazao hasa katika kipindi hiki ambacho dunia inapambana na mabadiliko ya tabia nchi yanayosababisha ukame na kuathiri shughuli za kilimo kwa wakulima hususan hapa nchini. Na tunachimba visima kwenye mashamba, sio makazi. Sisi kazi yetu, jukumu letu ni kuwachimbia wakulima manini m visima waweze kupati maji ya kumwagilia. Lakini mkulima akibeba ndoo ya maji kutoka pale hakuna shida yoyote, lakini hatuendi kuchimba visima kwenye makazi ya watu, kwa sababu hilo jukumu liko kwa watu wengine. Tume ya Taifa ya Umwagiliaji kwa kushirikiana na ofisi za wakuu wa wilaya zilifanya uhakiki wa maeneo matano kwa kila halmashauri ili kujiridhisha iwapo maeneo hayo yanafaa kwa kilimo cha umwagiliaji, yanamilikiwa na wakulima lakini pia hayana migogoro. Uhakiki huo ulibaini kuwa jumla ya ekari zinafaa kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji zikihudumiwa na visima 1126 vitakavyowanufaisha zaidi ya wa wakulima 5893 katika vijiji 779. Hii ni Daily News Digital na mimi ni Fadhili Akida ilikuletea makala hii fupi kutoka hapa Dodoma.